ama Egypti sote tunafahamu, siku ya leo ikiwa ni Jumanne ya tarehe kumi na moja mwezi Machi mwaka 2025 kuna mchezo mkubwa wa dabi kubwa barani Afrika, dabi namba moja ambayo inatakiwa kuchezwa pale nchini Misri, ambapo mechi hii inaikutanisha klabu ya soka ya Al Ahly dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Zamalek zikiwa ni timu ambazo zinashiriki ligi kuu nchini Misri. Sasa dabi tunaona imeweza kuingia mchanga kwa sababu kuna uwezekano mkubwa isichezwe kwa sababu klabu ya soka ya Al Ahly imeweza kugomea mchezo huu, sababu ikiwa ni kuwakataa marefarii ambao wanakwenda kuicheza dabi kwa sababu walikuwa wakitaka marefarii kutokea nje ya taifa la Misri kuepusha upangaji wa matokeo. Kwa hiyo hivi sasa tunavyoongea, taarifa kutoka Misri na macho ya wapenzi wengi wa soka wanaiangalia dabi. Je, itakwenda kuchezeka ama isichezeke kama dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga Sports Clubu, nanim, match, F95, hii, na Club ilivyoahirishwa tarehe nane mwezi Machi mwaka 2025, ambapo taarifa hii imeweza kuripotiwa na vyombo vingi vya habari ambapo taarifa ya kwanza ambayo klabu ya soka ya Al Ahly waliweza kutoa taarifa kuweza kugomea mchezo, ambapo Nazareti Upete anaripoti na kusema hivi: Al Ahly haitacheza debi leo kama marefa hawatabadilishwa. Bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Al Ahly, baada ya vikao virefu na mashauriano ya muda, imekubaliana kuto kupeleka timu uwanjani leo, ikiwa waamuzi hawatabadilishwa, na hii ni kutokana na chama cha soka cha Misri kuto kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa mapema mwanzoni mwa msimu yaliyoagiza waamuzi wa mechi kubwa hizo kutoka nje ya Misri. Bodi haipo tayari kupeleka timu uwanjani mpaka chama cha soka kitakapofuata na kuheshimu makubaliano hasa ya kutathmini mwenendo wa waamuzi ya waamuzi kwenye ligi kuu nchini Misri. Mpaka sasa asilimia ya debi ya Cairo kuchezwa ipo shakani, na taarifa ya Al Ahly inaongeza utata zaidi wa mchezo huo wa leo. Ifahamike kuwa Al Ahly hawana taabu kucheza mchezo huo, ili mradi tu waamuzi awe siyo raia wa Misri, kwa kile kilichokubaliwa tangu mwanzo wa msimu. NB viongozi wa EFA wanapambana Eh, kusawazisha mambo ili mchezo uchezwe, ila mpaka sasa ni asilimia arobaini kwa sitini. Kwa hiyo tunaona hii ni taarifa ya kwanza ambapo Al Ahly waliweza kusisitiza kwamba hawatocheza mchezo huu mpaka pale mwamuzi atakapobadilishwa. Sasa klabu ya soka ya Zamaleki, kwa sababu wao ndio wenyeji katika mchezo huo, tunaona hivi sasa tunavyoongea, mashabiki wameweza kufurika katika uwanja kwa ajili ya kuisubiria klabu ya soka ya Al Ahly. Lakini taarifa ambayo Zamalek nao wameweza kuitoa, wamesema kwamba hakuna kusogeza muda wala kubadili marefa, mechi ipo palepale ambapo pale. Klabu ya Zamalek kupitia bodi ya klabu hiyo haipo tayari kusogezwa mbele kwa dabi ya Kariakoo na haitaki suala la mabadiliko ya wamuzi wa mchezo na wanataka kila kitu kifanyike kama kilivyopangwa. Zamalek hawapo tayari kucheleweshwa kwa saa moja zaidi ya muda kuanza mchezo kwa sababu wanaheshimu muda na thamani ambayo mashabiki wao wamekuwa wakitumia kuiunga mkono timu yao na wataki stori nyingine tofauti. Klabu itaendelea kama kawaida kufuata taratibu za awali za mchezo, na watafika uwanjani kwenye muda uliopangwa. Kwa hiyo tunaona klabu ya soka ya Al Ahly nafahamu ndio klabu namba moja kwa ubora barani Afrika, na wao pia wameweza kugoma kucheza mchezo ileo leo kwa sababu wanataka marefari waweze kubadilishwa. Ikumbukwe Al Ahly ni klabu ambayo ina mafanikio makubwa, lakini kutokana na kugomia mchezo huu imekuwa ni tafsiri kubwa, kwa sababu ukiangalia, e, Simba na wao pia wametoka kugoma kucheza dhidi ya Yanga mchezo ambao ungechezwa mwishoni mwa wiki iliyomalizika. Kwa hiyo stori ni kubwa kuhusiana na mchezo huu, endelea kufuatilia chaneli yetu moja kwa moja, tutakwenda kukujuza ni nini haswa kitakwenda kutokea katika mchezo huu, kwa sababu ndio hivyo, Al Ahly wamegoma kupeleka timu uwanjani, wakitaka marefari ambao wanaochezesha mchezo huo waweze kutoka nje ya ba nje ya nje nchi ya Misri kwa sababu ya upangaji wa matokeo. Kwa hiyo tunaona story ni kubwa ukiangalia Al Ahly ni klabu namba moja na dabi yao ni dabi namba moja kwa ukubwa barani Afrika na dabi ya Simba na Yanga ni dabi namba nne kwa ukubwa barani Afrika. Kwa hiyo mambo ni mengi, muda ni mchache.